Daktari kali Diaucho anachukua sasa, Nzengeli Maks, Isra Patrik Mwenda nawekandana kucheza kwa kipa Sukiabuya. Wakubwa wameanza bwana, wakubwa wameanza kuwa bwana, nikiungo raia wa Kenya masta Sukiabuya. Tazama namna anavyokwenda Maxi Nzengeli. Sweet pass akamwekea Ezra kipa kacheza inamkuta, shuki sakala kapum, sakala kapum, moja sifuri! James Samuel abasogiamas kwenye nafasi ya kwanza akaupanji. Second ball hakuna mtu walinzi zaidi ya wanne mbele ya lango, Duke Abuya, Duke Abuya anakwenda kuiweka katika neti na kutenganisha ama kutofautisha, sema namna alivyokwenda Marcus Zengeli Swiiti pasi atamwekea Ezra kipa kacheza inamkuta shoki sakala kapum sakala kapum moja sifuri James Samuel samueli Abaso Giamas kwenye nafasi ya kwanza akaupunch second ball hakuna mtu walinzi zaidi ya wanne mbele ya lango Duke Oga Abuya Duke Oga Abuya, Abuya anakwenda kuiweka katika neti na kutenganisha